Nacho ni shanga za mimi, kwa nini watu wanisema sema eti pesa napata wapi na hali nzuri ya maisha wakati mimi mkulima? Yes, nimerudi tena kukumbusha habari njema kwamba mashamba yetu bado yapo, ambayo yanapatikana katika kijiji cha Malangali. Mashamba haya ukubwa wake ni hekari 7200 ambayo mashamba haya yanafaa zaidi kwa mpunga na nikwambie, msimu ndo huu hapa. Na kama unavyoona hapa kwenye hekari elfu saba na mia mbili zimeshapungua, watu wamechukua kweli kweli, zimebaki kama elfu nne hivi. Kwa hiyo bado hujachelewa, mashamba ekari moja linakodishwa kwa shilingi elfu arobaini. Mimi tayari nishachukua za kwangu sita, kama unavyoona hapa, na tayari nimelimisha kulima kwa trekta. Ekari moja wanalima kwa shilingi elfu hamsini. Sasa unaweza ukaona kwamba gharama ni nafuu zaidi, na nikwambie kwa uzoefu wa mashamba haya ukilima ekari moja kuna uwezekano wa kuvuna gunia ishirini na hapo haujahudumia. Na ukihudumia, labda kwa kupandikiza, unaweza ukavuna hadi 25 mpaka 30 Kwa hiyo tukaribie kwa wingi, hujachelewa na ili uweze kuyapata, piga namba inayopita hapo kwenye skrini ya video yako hiyo unayoitazama, ili uweze kupata eh, shamba la kutosha. Na nikwambie faida kubwa mojawapo, ama ya nyongeza, ni kwamba mashamba haya mwanzoni, barabara ilikuwa haifiki, lakini serikali kupitia sasa hivi wameleta mradi wa barabara ambayo inajengwa muda sio mrefu, mpaka ifike huko kwenye mashamba. Kwa hiyo usafiri sio shida, maji ya kutosha, kwa sababu mashamba haya yapo karibu na mto Mkondoa, unapita hapo chini. Kwa hiyo changamkia fursa, usije kusema kwamba sijakwambia. Waswahili wanasema kizuri kula na nduguyo, basi wewe ndo ndugu yangu ambaye unatazama makara hii. Nachonishangaza mimi kwa nini watu wanisema sema eti pesa napata wapi?